Katika halmashauri ya mji Handeni mkoani Tanga, usafiri wa pikipiki maarufu kama bodaboda ndio unaotumika kwa kiasi kikubwa kuwatoa abiria sehemu moja hadi nyingine. Kwa vijana wengi bodaboda ni chanzo kikuu cha ajira na kipato. Kwa majina anaitwa Ibrahimu Mrisho Bakari, ni mwenyekiti wa kikundi cha vijana kazi, kikundi ambacho kipo katika halmashauri ya mji wa Handeni. Kikundi hiki kina wanachama watano na kimenufaika mara mbili kwa mkopo wa asilimia kumi. Kabla ya kupata mkopo huu wa asilimia kumi, hapo nyuma tulikuwa tunatumia pikipiki za mikataba kupitia kwa mabosi wengine ambazo zilikuwa zinatubana kwenye urejeshaji wa fedha. Changamoto ilikuwa kubwa, kwa sababu bosi yeye alikuwa haelewi kwamba leo hali ni ngumu, alikuwa anataka tu hela yake, na hiyo ilikuwa inasababisha kuwa na kipato kikawa kigumu na tukawa tunashindwa kuendeleza familia zetu na maisha kwa ujumla. E, mikopo hii imetusaidia sisi kupata pikipiki piki zetu kuende, yani, kukizi mahitaji ya maisha kama vile, kama sasa hivi hapa sisi kikundi chetu kina kila mmoja ana kiwanja. Kupitia mikopo hii, maisha yamekuwa rahisi. Hili limetuondolea mzigo wa mkataba na kutuwezesha kufanya kazi kwa uhuru na kupanga mapato yetu. Awamu ya pili ya mkopo imetuwezesha kupanua shughuli, kuongeza ajira kwa wale vijana wenzetu wasiokuwa na ajira. Kwa sasa, tuna uhakika wa kupata kipato na kuendesha maisha yetu na kuweka akiba kwa ajili ya maisha ya baadaye. Shukrani zetu za dhati zifikie kwenye serikali na halmashauri kwa ujuma ya mji kwa mikopo ya asilimia kumi. Hizi tunahamasisha vijana wenzetu ambao hawajanufaika na mikopo hii ya halmashauri waende pale halmashauri, kwa sababu mikopo hii ni rahisi, ni tofauti na ile ya kandamizi ya mitaani. Mikopo ya asilimia kumi inaendelea kuwa chachu mabadiliko ya kiuchumi kwa vijana wa Handeni mji mkoani Tanga.